Karibu katika matangazo ya jioni. Imekwisha timia saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki, saa 11 hapa Ujerumani. Ninakukaribisha kwenye matangazo haya, karibu sana. Mimi ni Lilian Mtono kwa niaba ya wenzangu DW, habari za ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena lakini kwanza habari kwa ufupi. Umoja wa Ulaya watangaza mipango ya kuimarisha ulinzi wa anga lake. Netanyahu amesema atahakikisha miili ya mateka wote inarejeshwa Israeli. Na huko Kenya watu wawili wafariki kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa wakati wa kuagwa mwili wa Raila Odinga. Habari kamili Brussels. Mkuu wa sera za kigeni wa umoja wa Ulaya Kaja Kallas amesema umoja huo hauna njia nyingine isipokuwa kuanzisha mfumo imara wa ulinzi wa anga ili kukabiliana na uchokozi wa droni za Urusi. Mpango huo unatarajiwa kuanza kufanya kazi kikamilifu ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Mpango huo ambao ni msukumo wa hivi punde katika harakati za kuimarisha ulinzi wa Ulaya unatarajiwa kuidhinishwa katika mkutano wa kilele wiki ijayo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamezindua hivi leo mpango huo kabambe wa kujiandaa na kile kinachohofiwa kwamba kufikia mwaka 2030 kuna uwezekano wa kutokea mgogoro kati ya Urusi na nchi za Umoja wa Ulaya. Tel Aviv. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema atahakikisha Hamas inairejesha miili ya mateka waliosalia huko Ghaza, akisisitiza kuwa mapambano bado hayajaisha. Chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump, Hamas iliikabidhi Israel leo jumla ya miili 30 na hivyo kufikia idadi jumla ya miili 120 ya mateka wa Israel. Miili ya mateka 19 bado haijulikani iliko, huku Hamas ikisema itahitaji vifaa maalum vya kufukua magofu huko Gaza ili kuipata miili hiyo ya mateka iliyosalia. Kundi la kutetea mateka wa Israel limeitaka serikali ya nchi hiyo kuchelewesha hatua zinazofuata za mpango wa amani iwapo Hamas itashindwa kuirejesha miili hiyo. Nairobi, polisi nchini Kenya imelazimika kufyatua mabomu ya machozi na risasi hewani kuwatawanya maelfu ya waombolezaji waliokuwa wamekusanyika katika uwanja wa mpira wa Kasarani jijini Nairobi kuuaga mwili wa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga aliyefariki jana nchini India kufuatia mshtuko wa moyo. Watu wawili tayari wameripotiwa kufariki mapema leo asubuhi. Vurugu zilishuhudiwa pia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi wakati wa kuupokea mwili wa Odinga, na hivyo kutatiza hafla ya kuupokea mwili huo kwa heshima za kijeshi iliyotakiwa kuhudhuriwa pia na rais William Ruto na maafisa wengine wa serikali. Raila aliyefariki akiwa na umri wa miaka 80 anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumapili katika kijiji alikozaliwa cha Bondo, huku mazishi yake yakifanyika kwa kufuata taratibu za kanisa la Anglikana la huko Kenya. Ni taarifa ya Habari za Ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Roma, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ameikosoa dunia kwa kushindwa kuzuia mamilioni ya watu kufa kwa njaa, akisema kuruhusu binadamu wengine wafe njaa ni kushindwa kwa pamoja kuchukua hatua stahiki, ni kupotoka kwa maadili na yote hayo ni dhambi ya kihistoria, katika hotuba yake kwenye makao makuu ya shirika la mpango wa chakula duniani WFP mjini Roma. Papa Leo ametoa wito kwa watu kufikiria upya mtindo wao wa maisha pamoja na vipaumbele vyao. Kauli ya kiongozi huyo wa kidini imetolewa wakati WFP ikitahadharisha kwamba takriban watu milioni 319 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula na kwamba kuna hatari watu milioni 14 wakafariki kwa njaa kufikia mwaka 2030 kutokana na hatua ya mataifa kadhaa kupunguza ufadhili kwa ajili ya misaada ya kibinadamu. Paris, waziri mkuu wa Ufaransa Sebastien Lecornu amenusurika hivi leo na kura mbili za kutokuwa na imani naye bungeni zilizowasilishwa na vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia na kushoto. Hatua ya Lecornu kutangaza hapo jana kusitisha mswada wa mageuzi ya pensheni uliotakiwa kuongeza umri wa kustaafu kutoka miaka 62 hadi 64 imemwezesha kupata uungwaji mkono wa chama cha kisoshalisti kwa sasa. Serikali ya Lecornu itaendelea na kazi ngumu ya kujaribu kupitisha bajeti ya mwaka ujayo ambayo inajumuisha hatua za kubana matumizi na kodi mpya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron angelazimika kulivunja bunge na kuitisha uchaguzi wa bunge wa mapema iwapo serikali ya Lecornu ingeliangushwa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za Ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW, Dunia Yetu Leo Jioni. Bakari, nakushukuru sana na kutakia jioni njema msikilizaji. Kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni na kwenye uchambuzi vikosi vya usalama vyalazimika kutumia nguvu kutuliza hali katika uwanja wa Kasarani jijini Nairobi kufuatia vurugu zilizoibuka wakati wa kutoa heshima za mwisho kwa hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. kana sikosikia zaidi, serikali ya Rwanda yachapisha majina ya watu 25 inaosema kuwa ni magaidi wa taifa, inawatuhumu kwa vitendo vinavyotishia usalama wa nchi hiyo lakini pia tutaendelea kukuletea mfululizo wa ripoti zinazohusiana na uchaguzi huko nchini Tanzania. Mimi ni Lilian Mtono na tunaanza uchambuzi jioni hii kwa ripoti kutoka huko Nairobi. Wa Kenya wametoa heshima zao za mwisho kwa hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kwenye uwanja wa michezo wa kimataifa wa Kasarani jijini Nairobi. Polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kudhibiti hali, kwani wafuasi waliojitokeza kwa wingi walikuwa hawaambiliki. Thelma Mwazaya ametuandalia ripoti hii. Shughuli ya kutoa heshima za mwisho kwa marehemu waziri mkuu wa zamani wa Kenya, Raila Odinga, imefanyika. Familia ya marehemu, wakiwemo mjane Mama Aida Odinga na viongozi wakuu serikalini, ndio waliokuwa wa kwanza kuiona maiti ya hayati kigogo Raila Odinga. Kofia yake iliyokuwa kitambulisho chake rasmi ilipachikwa juu ya jeneza lililokuwa wazi maiti ilifunikwa pia kwa kitambaa cha njano ambayo ndiyo rangi rasmi ya chama chake cha siasa cha ODM. Wakenya wana mtazamo upi kuhusu matukio ya leo? Haya ni maoni ya baadhi yao. Kwa majina naitwa Agnes, nyumbani ni Murang'a. Kuna upendo, upendo ni mwingi sana wa baba, hata kama ni kiongozi mwingine wakuja na muktaba wa kujua penye wata kontrol hawa watu. Kwa majina anaitwa Selina, ni Meru, maybe hata wangeweza ku, kupeleka mwili Kasarani hata na helikopta na ndege. So maybe hata wangesafirisha wange mwili mpaka Kasarani na, na, na helikopta. Shughuli ya kutoa heshima za mwisho kwa hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ilihamishiwa uwanja wa michezo wa kimataifa wa Kasarani baada ya vurugu kuzuka kwa sababu ya umati mkubwa uliojitokeza kushiriki. Mamia kwa maelfu walijitokeza kwenye uga huo wa kimataifa, na baada ya muda hali ikawa ya mshike mshike, mshike. Polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya waombolezaji waliokuwa wanawashinda nguvu maafisa wa usalama waliokuwa wanapiga doria. <totitulia> mwendo wa adhuhuri, hali ilikuwa si hali nje ya majengo ya Bunge ambako wafuasi wa mwenda zake kigogo Raila Odinga walikusanyika kwa wingi. Yaliyojiri yalimsukuma spika wa Bunge la Taifa Moses Wetangula kuihamisha shughuli hiyo hadi uga wa Kasarani. Mbunge wa Kabuchai, Majimbo Kalasinga alikiri kuwa waombolezaji wanasimanzi, ila amani ni muhimu idumishwe. Vijana ambayo wanalia baba, najua imekuwa na abrupt death, baba amekufa bila akama Angekuwa mgonjwa for like six months, wangekuwa kwa. Sasa usalama umeimarishwa katika makazi ya bondo na Nairobi ya hayati Raila Odinga ili kuipa nafasi mipango ya maziko kutimia kwa amani, ukizingatia matukio ya leo. Thelma Mwadzaya, DW Nairobi. Na kama ambavyo umesikia kwenye taarifa ya habari, tayari watu wawili wameripotiwa kuwapshe hii tutaendelea kukujuza kanasi. Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam imetupilia mbali pingamizi lililowekwa na upande wa Jamhuri wakitaka mahakama iwahoje na kuwafanyia dodoso, dodoso mahakamani hapo anayemwakilisha aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole ambaye ni wakili Peter Kibatala na kaka yake Humphrey Godfrey Polepole Pole. Humphrey Polepole alitoweka katika mazingira ya kutatanisha kuanzia Oktoba 6 mwaka huu. Florence Majani ametuandalia ripoti ifuatayo. Katika uamuzi huo mdogo, mahakama imelikataa pingamizi lililowekwa na upande wa jamhuri, wakitaka wakili Peter Kibatala na ndugu yake Humphrey Polepole anayeitwa Godfrey Polepole wahojiwe mbele ya mahakama kwa mujibu wa viapo walivyoweka wakati wanawasilisha shauri hilo mahakamani, kwa madai kuwa dodoso na kuhojiwa kwao kutasaidia mahakama kufanya uamuzi sahihi katika kesi hiyo. Hivyo mahakama leo ilianza kusikiliza kesi ya msingi ambapo wakili Kibatala amedai kuwa kutokana na taarifa kadhaa alizo nazo Godfrey anaamini ndugu yake anashikiliwa na jeshi la polisi, hivyo kuendelea kuomba afikishwe mahakamani au jamhuri iseme ni wapi alipo mwanasiasa huyo. Akizungumza mara baada ya shauri hilo kusikilizwa leo, wakili Kibatala amesema mhoji mdogo wake na afe polepole, anaitwa Godfrey Polepole. Waliomba pia kumhoji wakili Peter Kibatala, maombi ambayo mahakama imeyakataa na imeelekeza sasa usikilizwaji wa msingi wa shauri husika uendelee kama ambavyo umeanza kuendelea leo wa... Kwa upande wake wakili wa serikali Ayubu Sanga aliomba mahakama kumkumbusha Kibatala kuwa kesi hiyo imeletwa katika hali ya dharura sana, na kwamba endapo atakuwa anaelezea kila kilichopo kwenye viapo vya upande wa mleta maombi, basi kesi hiyo itachukua muda mrefu. Baada ya majadiliano yaliyochukua saa kadhaa, jaji mfawidhi Salma Magimbi na mawakili wa pande zote mbili waliamua shauri hilo liendelee. Akizungumzia namna familia wanavyoendelea na juhudi za kumtafuta ndugu yao Godfrey Polepole pole, amesema actually, zaidi sana katika jitihada hizi zote sisi kama familia e, pamoja na wote wenye mapenzi mema e, tunaendelea kumlilia Mungu wetu wa mbinguni kwa imani kubwa. Pamoja na kutokuwa na taarifa yoyote rasmi ya hali yake, tunaendelea kuamini Balozi Polepole pole yuko salama, na Mungu wa mbinguni atamrejesha salama e, nyumbani. Humphrey Polepole, aliyowahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, alitoweka katika mazingira tatanishi mnamo Oktoba 6, na baadaye wakili Pita Kibatala akishirikiana na ndugu wa familia ya Polepole walifungua kesi wakiitaka serikali iseme alipo mwanasiasa huyo au imlete mahakamani iwapo ana makosa. Kesi hiyo itasikilizwa tena Oktoba 24 saa 5 asubuhi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na tukibakia huko huko Afrika Mashariki, serikali ya Rwanda imechapisha majina ya watu 25 ambao inawataja kuwa ni magaidi wa taifa, ikiwatuhumu kufanya vitendo vinavyotishia usalama wa nchi hiyo. Ni orodha ambayo ina majina makubwa kwenye kambi ya upinzani nchini Rwanda, na wengi wao ni wale waliowahi kuwa karibu na Rais Paul Kagame kabla ya kukosana naye na kisha kukimbilia uhamishoni. E, ripoti ya Suleiman Mwiru ina mengi zaidi. Orodha ya watu hao waliopachikwa hadhi ya ugaidi imetolewa na tume ya kitaifa ya kupambana na ugaidi katika chapisho maalum la gazeti la serikali la Oktoba 14 mwaka huu. Kwa mujibu wa chapisho hilo, ofisi ya waziri mkuu wa Rwanda ndio iliyotoa maagizo na mamlaka ya kutangaza orodha hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa inahusisha majina ya wapinzani sugu wa serikali ya Rwanda waishio uhamishoni. Miongoni mwao ni Jenerali Kayumba Nyamwasa aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda na mshirika wa karibu wa Rais Paul Kagame, ambaye sasa anaishi kama mkimbizi nchini Afrika Kusini na ameponea chupuchupu mara kadhaa majaribio ya kumtoa uhai. Yupo pia Dr Theugeni Rudasingwa, meja wa zamani katika jeshi la Rwanda ambaye pia aliwahi kushikilia nyadhifa nyeti kama katibu mkuu wa chama tawala RPF, balozi wa Rwanda nchini Marekani na mkuu wa ofisi ya rais Paul Kagame hivi sasa ni mkimbizi nchini Marekani wengine kwenye orodha hiyo ya magaidi ni viongozi wa vyama vya vio upinzani kazi uhamishoni, makamanda wa kundi la waasi wa FR na wakosoaji wakubwa wa serikali ya Kigali kwa kutumia mitandao ya kijamii hususan. Ali Alimali, mchambuzi wa masuala ya ukanda wa mazio makuu aishia nchini Ufaransa, anaamini hatua hii imechukuliwa katika juhudi za kuminya zaidi wigo wa wapinzani wa Kagame wa kufanyakazi kwa uhuru popote pale walipo. Kwa kweli ukitizama wakati huu ni wakati ambao kuna upepo wa mazungumzo ya amani kati ya Rwanda na nchi jirani. Kwa hiyo hatua hiyo ni mwendelezo tu wa kuweza kuwadhoofisha na kuzidi kuwaonyesha wapinzani kama ni wabaya, na hatua wa zingine nadhani zitafuata, kwa sababu ukisha watangaza watu kwamba ni magaidi, basi nadhani hata kesi mahakamani zitafuatwa na hatua zingine zitachukuliwa za kuwanyima nafasi kabisa ya kuweza kufanya siasa, licha ya kuwa wako nje ya Rwanda na siasa haifanyiki ndani ya, ya nchi tu. Basi kwa hiyo bado ni, ni fimbo kwa wapinzani na mbinyu katika uwanja wa kidemokrasia kunazidi kubanwa. Chapisho la majina hayo ishirini na tano linaonyesha kila mtuhumiwa alikozaliwa, anakoishi kwa sasa, shughuli za kisiasa anazozifanya, na sababu ya yeye kuwekwa kwenye orodha hii. Sababu mojawapo kubwa inayotajwa kwenye chapisho hili ni washukiwa hao kutumia ushawishi na umaarufu wao kuyaunga mkono makundi yenye silaha ambayo Rwanda inayataja ni ya kigaidi kwa ajili ya kuyumbisha usalama wa nchi hiyo. Hata hivyo licha ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kuiandikia taarifa hii, serikali hadi sasa imejizuia kulizungumzia kwa undani. Haikuelezwa ikiwa serikali ya Rwanda itataka kuwakamata watu hao wala njia itakayotumiwa ikizingatiwa kuwa wote walioko kwenye orodha hiyo wanaishi katika nchi za nje. DW tunavuma kwa kishindo na kama ndio wajiunga nasi ni matangazo ya jioni kupitia hapa idhaa ya Kiswahili ya DW. Nakukumbusha tu kwamba tunaonekana moja kwa moja kupitia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, lakini pia tuko hata kwenye ukurasa wa TikTok. Kampeni za uchaguzi mkuu nchini Tanzania zinaendelea kushika kasi katika mikoa mbalimbali, huku vyama vya siasa vikiwasilisha sera zao kwa wapiga kura. Lakini huko mkoani Mtwara, kusini mwa taifa hilo, baadhi ya wananchi wanaoishi maeneo ya vijijini wamekosoa mwenendo huo wa kampeni, wakisema zimekuwa mbali na changamoto halisi wanazokabiliana nazo. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Salma Mkalibala. Wakizungumza na DW Swahili kwa nyakati tofauti katika vijiji vya Majengo na Nguruwe na Tangazo wilayani Mtwara, wananchi hao wamesema licha ya hamasa ya uchaguzi kuongezeka, wengi bado hawajapewa nafasi ya kusikia sera zinazogusa moja kwa moja uhalisia wa maisha yao na changamoto wanazozipitia, kama anavyoeleza Cecilia Antony kutoka kijiji cha Nguruwe na Hussein Banda wa kijiji cha Tangazo. kwa sisi huku kwetu tunatamani wagombea waje waje kabisa watusikie sisi wananchi tunasema nini, au tunahitaji nini kwao. Mi nachojua kampeni, mtu ana anaongea sera zake, baadaye lazima tupewe, tuambie bwana wewe ulizeni maswali. Lakini nashangaa kwa mwaka huu hata mgombea mmoja aliosema bwana uliza maswali au muulize maswali tukauliza. Aidha, kwa upande wa kundi la wanawake ambao wafungamani na vyama vya siasa, wanasema mara nyingi sauti zao hazisikilizwa wakati wa kampeni za uchaguzi huku changamoto zao za kila siku zikibaki bila kushughulikiwa. Vijana nao wanataka kampeni zenye maudhui ya sera badala ya maneno ya malumbano yaliyojaa kashfa na chuki dhidi ya wagombea, hasa wale wanaowania nafasi za udiwani na ubunge. Kuna baadhi ya vyama vingine kidogo, inaonyesha kwamba ni kushambulia wapinzani wenzao tu, yaani wale wa vyama tofauti na vyama vya kwao wao, lakini hawajatoa sera ambazo sisi kama wakazi wa maeneo wa haya kwamba ndo ndikiu kiu ya maendeleo au ni kiu ya kile tunachokihitaji baada ya wao kupata nafasi zao za uongozi. Mchambuzi wa masuala ya siasa Batadhari Komba anasema mitazamo hiyo inaonyesha pengo kubwa la mawasiliano kati ya wagombea na wananchi wa vijijini. Moja ya dhamira ya demokrasia, kuleta watu wengi ili kuwe na machaguo mengi ya wananchi, lakini kwa hali inayoendelea inayo sasa eh, inaonekana kabisa ya kwamba maana halisi ya demokrasia inafifishwa. Hata hivyo baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wanakiri kuwa wagombea wao hawajawafanikiwa kufika katika maeneo ya pembezoni kutokana na changamoto za kifedha na kuongezeka kwa siasa za utandawazi zinazozingatia zaidi maeneo ya mijini, kama anavyoeleza Saidi Kulaga, katibu wa chama cha wananchi Kafu mkoani Mtwara. Mtwaratu masikini kama hivi, bado huu utandawazi haujawezesha kumfikia mtu wa ngazi za chini kabisa, hasa walioko kule vijijini kwa ndani. Kwa mujibu wa rekodi za tume ya taifa ya uchaguzi Jumla ya vyama 17 vimesimamisha wagombea wa urais katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29. Hata hivyo, hadi sasa ni wagombea wasiozidi watano pekee waliowasili mkoani Mtwara kunadi sera zao. Kutokea hapa mkoani Mtwara, kusini mwa Tanzania, mimi ni Salma Mkalibala wa DW na tutaendelea kukuletea taarifa zaidi wakati Tanzania ikielekea kwenye uchaguzi. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limetahadharisha juu ya kupunguzwa kwa misaada ya wachangiaji wakubwa duniani ikisema itaweza kuathiri mamilioni ya watu wanaohitaji msaada wa chakula. Wakati huo huo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, Papa Leo wa kumi na nne ameikosoa dunia kwa kushindwa kuzuia mamilioni ya watu kufa kwa njaa, akisema hiyo ni kushindwa kuchukua hatua stahiki, kupotoka kwa maadili na kwamba yote hayo ni dhambi ya kihistoria. Dkt Bulendo ameandaa taarifa hii. WFP inahofia watu wapatao milioni 13.7 wanaweza kukumbwa na njaa kutokana na uamuzi huo katika mataifa ambayo yapo katika uangalizi wa shirika hilo: ya Afghanistan, jamhuri ya, ya kidemokrasia ya Kongo, Haiti, Somalia, sudani kusini na Sudani, ambako shirika hilo linaendesha operesheni maalum ya kugawa chakula. Katika ripoti yake, WFP yenye ya makao yake makuu mjini Rome nchini Italia imesema inakabiliwa na upungufu wa karibu asilimia 40 ya ufadhili ambayo ni makadirio ya dola za Kimarekani bilioni 6.4 ikilinganishwa na dola bilioni 9.8 mwaka uliopita. Shirika la WFP kupitia jarida la matibabu Lancet limesema lipo katika mtikisiko mkubwa na hatari ya kushindwa kutoa msaada kutokana na washirika wakubwa waliokuwa mstari wa mbele kupunguza kiwango cha ufadhili. WFP imesema uamuzi wa mataifa hayo yaliyokuwa mstari wa mbele kufadhili mpango wa chakula duniani utaathiri watu milioni 13.7 kwenye mataifa yenye changamoto za migogoro na ambayo yameorodheshwa kupokea chakula cha dharura ambao ni mpango wa shirika hilo wa kuzinasua jamii zisitumbukie kwenye baa la njaa. Ukanda wa Gaza na Sudan zimetajwa kama maeneo ya dharura kwa sasa kutokana na kukumbwa na migogoro. WFP imesema wahitaji nchini Afghanistan wanapokea msaada wa chakula chini ya asilimia 10 na kuacha maelfu ya watu wakiwa hawajui watapata wapi chakula. Mkurugenzi wa kitengo cha dharura cha shirika la WFP Ross Smith amesema uamuzi huu wa wachangiaji kuhusu kupunguza misaada pia utaathiri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kiwango kikubwa tukigeukia jamhuri ya kidemokrasia ya Congo tunaona uh, kiwango kikubwa cha njaa huko. Zaidi ya watu milioni 27 wanakabiliwa na uhaba wa chakula, na mpango wetu ni kusaidia mwanzoni mwa mwaka chini ya watu milioni 2.3 kati ya hao hao ni watu katika IPC4, lakini kutokana na mapungufu ya ufadhili, sasa tunaangazia watu milioni moja tu katikati ya mwaka huu na tunapunguza idadi hiyo hadi watu laki sita kabla ya mwisho wa Oktoba mwaka huu. Mwezi Januari, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kupunguza ufadhili ambao kwa mwaka huu Marekani imechangia dola bilioni 1.5 tu kutoka dola bilioni 4.5, mchango wake wa mwaka jana Hali ambayo inazua hofu juu ya hatima ya watu walio katika nchi zinazokabiliwa na migogoro ya vita vya wenyewe kwa wenyewe, matukio yanayosababisha njaa na baada nja. Ya kuhitimisha uchambuzi, ninaelekea sasa upande wa pili wa studio kwake Najat. Ametuletea yale ambayo yamevuma jioni hii kwenye mitandao ya kijamii. Najat, naam, kunani kwenye mitandao ya kijamii bado taarifa za kuagwa kwa mwili wa aliyekuwa waziri wa zamani nchini Kenya Raila Odinga zinaendelea kusambana, sasa hivi video zikionyesha jinsi gani polisi walivyokuwa wakitumia mabomu ya machozi kuwatawanya waombolezaji, ambapo hadi sasa kuna taarifa kwamba watu wawili wamefariki katika taharuki hiyo. mm -hmm. Uh, taarifa zinasema zaidi ya watu elfu moja mia tatu walikuwa katika, katika mkusanyiko wa uwanja huo wakiaga mwili ambapo mm -hmm. uh, msongamano mkubwa umetokea taharuki, joto na zahma hadi kusababisha polisi kutumia mabomu ya machozi mm -hmm. uh, um, mm -hmm. maoni ya taarifa hii yako tofauti. Ni taarifa ya huzuni lakini kama unavyojua Tanzania na Kenya kuna hayo maneno ya kutupiana, kwa mfano hmm. Kama Eli, uh, 55, anasema, Wakenya muda wote wao wamechanganyikiwa, ifike wakati Kenya wawe na adabu, hata matukio msiba kila sehemu wao ni fujo tu. Nilisema sasa kwa ustaarabu hapa hakuna lazima tu polisi watatumia nguvu Uh, hii ni tofauti na sisi tulivyomwaga JPM huko Tanzania, mm. Maoni ni mengi kusema kweli, lakini kuna, kuna, kuna, kuna namna ambavyo kila mtu anaonyesha namna ambavyo pengine ana anaomboleza ana um, ana pengine wameelemewa na machungu, kila mtu anataka mwone, anaona kama nando kinachotokea dakika ijayo mwili utafungwa, alafu mi sitaweza kuona ndio maana labda pengine wanatumia nguvu Hatujui, lakini na video pia ilikuwa inaonyesha kwamba, yani kuna sehemu maalumu ambayo imewekwa kwa ajili ya viongozi ambayo ilikuwa iko wazi. Viongozi wengi hawakufika kwa sababu ya vurugu, hasa wananchi wakataka kupita kwenye hiyo sehemu ili waruke waende. Na ndo hapo vurugu ambapo zimetokea. Tuhamie huko nchini Tanzania, ambako kupitia mitandao ya kijamii hususan X na Instagram, kuna video ya kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ, Kanali Bernard Masala Mlunga akisema kuwa jeshi la ulinzi la wana Tanzania linasema kwamba aliko tayari kulinda dhamana ya ulinzi wa nchi na kuhakikisha Tanzania kwamba amani na usalama utakuwepo wakati, kabla na baada ya uchaguzi. <coughs> mm -hmm. Hii inatokana na machapisho na, na taarifa mbalimbali zilizopo katika mitandao ya kijamii kwamba kuna taarifa, wengine wanasema wanaharakati na vyombo vingine vinasema kwamba watu wataandamana. Kwa hiyo JWTZ uh, WTZ inasema uh, hakuna swala kama hilo mm -hmm. sasa Maoni haya, sasa maoni yanaleta taswira nyingine kabisa, na ndio maana nakwambia Lilian na msikilizaji, dunia hii ya teknolojia ina visa sana. Kwa mfano, Jose Mato anasema jamaa anaongea kama kalazimishwa. Saa Magito anasema inawezekana huyo akawa ni akili mnemba kama ilivyokuwa kwa Tesha, maanake haiwezekani, anazungumzaje swala la amani <laughs> Maoni mengi yaliyopo Instagram hmm, na X katika video hiyo Lilia ninaonyesha kwamba um, kuna AI <laughs> wakati ni mtu wa kweli. <laughs> Mbona wanakosa imani? Ndo kitu cha kushangaza. Tuachie hapo hapo kwa kweli. Haya, tunageukia kwenye kurasa zetu na sisi huku tunaangalia wametuandikia nini. Asante sana DW Kiswahili kwa matangazo yenu ya jioni, nawapata vyema nikiwa Dar es Salaam, anasema Rista Mwaruko. Rahel Maico anatuandikia kutoka kwa Madule, Handeni, Tanzania, anasema poleni sana jirani zetu Kenya kwa msiba mzito. Na Flora Jonas wa Arusha, Tanzania anasema pamoja na changamoto zinazo ikabili nchi yetu, hakuna demokrasia ya Tanzania, hilo liko wazi. Saitoti Korduni wa Dar es Salaam anasema tunaomba mahakama kuu itende haki kwa kesi ya Polepole. Isae Sambo anasema mapigano yanazidi kuongezeka kila leo, na watu hawapati utulivu wa kulima, na hii inachangia njaa. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema vita ndiyo sababu ya njaa. Robinson Kachumit ametuandikia kutokea Kerwa, Tanzania, nauliza Humphrey Polepole pole, atapatikana lini jamani? Wajibu wenu jeshi la polisi kuhakikisha anapatikana. Hamis Juma wa, wa Babati Manyara, Tanzania anasema anaomba pole Kenya, wakenya wote kwa msiba mzito. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake Raila Odinga mahali pema peponi, amin. Na kwenye ukurasa wa Instagram Aziza Maka anasema Raila alikuwa kiongozi mahiri hapa Afrika Mashariki. Tukisalia kwenye ukurasa wetu wa Instagram, anaitwa Bakari Katunzia wa Mwanza Tanzania, anauliza kwa nini huko Mashariki ya Kati kuna machafuko ya muda mrefu. Saidi ya Ndende anasema pumzika kwa amani baba na Singida Manyoni Tanzania anasema Afrika itakombolewa na kizazi cha sasa, ili kutoka, ili kutoka ndani ya wa wakoloni hao weusi. mm -hmm, ni maoni yake. Padon Hussein huyo na Kipese Ikiarua mali ya Arusha Tanzania anasema, Umoja wa Mataifa ongezeni jitihada kuhakikisha amani inarejea kwenye mataifa yenye machafuko. Masanja kuyanja Anasema pumzika kwa amani, Raila Odinga, mwanasiasa mkongwe huko nchini Kenya. Msikilizaji, ujumbe wa Masanja ndio unatufungia matangazo yetu ya jioni. Nakushukuru sana kwa kuungana nasi. Asante Najat kwa kuungana nami pia. Hadi kesho saa 12 kamili za asubuhi. Naitwa Lilian Mtono. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8, Utelsat 8wb, Hotbird 13g na Ses 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa he